Karibu mtazamaji. Mahakama ya Leba na Mahusiano ya Kazi imethibitisha zoezi la usajili wa maafisa wa polisi lililotangazwa na Tume ya Huduma ya Polisi, ikisema kuwa tume hiyo haina mamlaka ya kikatiba kufanya uajiri huo. Jaji wa Mahakama ya Leba, Helen Wasilwa, amesema katika uamuzi wake kwamba jukumu la kuajiri, kutoa mafunzo, kupanga majukumu kusimamisha kazi na kuwafuta kazi maofisa wa polisi ni la huduma ya polisi ya kitaifa pekee. Uamuzi huo umefutilia mbali tangazo la ajira lililotolewa na mwenyekiti wa tume hiyo Peter Lelei. Uamuzi huo unamaanisha zoezi zima la uajiri wa polisi limesimamishwa <mucho>